Lazima uwe kijana ambaye kwenye jamii ni mtu ambaye unaaminiwa, lakini pia ni mtu ambaye uko very smart kwenye aspect ya kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye eneo la kwako kama kijana, basi kinajudulisha. Na kwenye kundi hili la vijana ndo mahali ambapo tutapata vijana ambao watakuwa ni viongozi wa baadaye, na kama nilivyosema hapa, tunaelekea kwenye uchaguzi. Tunaamini kwamba sisi vijana tuna, tuna, tuna nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba moja tunashiriki kwenye uchaguzi sisi kama sisi vijana. Lakini pia tunashirikije kwa sisi wenyewe kwenda kugombea. Kwa hiyo, kwe wala wewe usiu kafika mahali uka, ukaanza kujidharau. Mimi nimesema kijana lazima ujitambue. Ukishausha kujitambua, nenda kachukue fomu ili kijana aweze kunufaika na asilimia kumi ya mapato ya ndani ambayo yanatengwa na halmashauri. cha kwanza, lazima vijana mtengeneze kikundi. Tutengeneze nini? Kikundi, si ndio? Hivyo, halmashauri ya wilaya Sikonge inaongozwa na mkurugenzi mtendaji Selemani Muhamedi Pandao, imekuwa ikiendelea na utaratibu wa kutenga asilimia kumi ya mapato ya ndani ikiwa ni njia ya kuwawezesha vijana kujikwamua kiuchumi lakini pia na kujiondolea umaskini, ambapo kwa mwaka wa fedha 2024 2025 halmashauri ilitenga kiasi cha shilingi milioni 847,499,999, ambapo awamu ya kwanza ya mwaka wa fedha 2024 2025 ilikuwa mwezi wa kwanza, halmashauri ilitoa mkopo usiokuwa na riba kwa vijana 52 kiasi cha Tanzani, Tanzania shilingi milioni 437. Lakini pia awamu ya pili ambayo ni mwezi wa tano mwaka huu halmashauri imeweza kutoa mkopo usio na riba, milioni, na riba milioni 410 kwa vijana sabini na mbili. Jukumu la, la uzalendo ni la kwetu sote. Ulinzi wa nchi hii ya Tanzania ni la jukumu la raia wote. Wenzetu wa jeshi la polisi wenyewe wana jukumu la kulinda raia na mali zao, lakini sisi wananchi wote wa Tanzania kama wazalendo tunayo jukumu la kulinda nchi yetu na kuhakikisha kwamba uhalifu wowote ule hautokee katika nchi. Lakini niwaase tu vijana, sasa hivi tunakokwenda kwenye uchaguzi, huwa kuna matishio mengi sana ya kigaidi na mambo mengine. Kwao niwaombe, utakapoona viashiria vyovyote vile ambavyo sio vya kawaida, maana mzalendo wa kweli, huwezi ukaiangamiza nchi yako wa vijana popote pale utakapokuwepo, unaona tukio lolote ambalo litaenda kuhatalisha amani ya nchi yetu, litaenda kuvuruga amani ya nchi yetu, basi toa taarifa katika mamlaka zinazohusika. Idadi kubwa ya vijana, maana yake pia ni hazina kubwa ya nguvu kazi ambayo, endapo itatumiwa vizuri, hii inaweza kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi vijana wakiwa wana ujuzi, maarifa na mwamko wa uchumi wanaweza kuchangia katika sekta mbalimbali kama kilimo, viwanda pamoja na teknolojia na wengine. Kwa umri wenu mlioko hapa, wengine mna familia zenu, lazima ulenge kufanya kazi kwa bidii ili wewe upate chakula bora, lakini na wale ulionao kwenye familia yako wapate chakula bora.